Inapaswa tu tuwe, tuweze kusikia hao wanaongea nini. Mm -hmm. Bana kama kweli kuna matumizi ya tija bilioni mia tatu hayo matumizi ya si, ambayo yasiokuwa na tija ni, ni yapi? Eh, anaulizwa iko live. Tunamuona pale anaelezea, "Hey, mzee matumizi yamekuja, ah matumizi." Hiyo kwa kweli. Andudu andala ndio tutazijua pale. Yes. A very good idea. Mm. In the next episode mtu mwingine anaona, "Ah, sijaje kuchanganya hey, hey, vile." Yaani hey. Unakuwa sure. Live, unakuwa mm -hmm. Live pale fresh. Waandishi wa habari tuko pale tunachukua note sababu ripoti imetoka ime, ime hadharani. Kwa nini wanavyohojiwa inakuwa ni, ni siri zao? yeah. Yeah. You're right, You're right. Mm. Kuna mjadala mmoja nimekutana nao na sehemu ambazo na heng heng na kimoja kilichojadiliwa ni kwamba unahisi serikali imeshindwa kuendesha miradi yake, maana yake labda wawape watu wengine warani hiyo miradi wenyewe wabakie kuwa wasimamizi. yeah. kwani my brother napata inapata hasara inapata hasara na kupata hasara, that means umeshindwa kusimamia ufanisi wa serikali mm -hmm. ambao akampa tajiri namba moja, unajua zile akili sana yeah. unampa Elon Musk asimamie ufanisi wa serikali kama ameweza kusimamia ufanisi wa shughuli zake na zimeenda kuwapi? Eh, ameonyesha jinsi gani kuna pesa wameseva wa, uh, Marekani, serikali mm. ya Marekani mm -hmm. umeona haya kampuni gani inaenda venye napaswa tuipe taifa. Unatafuta tajiri mmoja ambaye anaeleweka, amenyoka hivi, hmm, ana hela za kutosha yani <laughs> ye ya anakuwa mzalendo zaidi Uzalendo mbele kwanza, kwanza namba moja, tajiri asiye na chawa hivi. Tajiri gani ambaye hana chawa? Sasa nyinyi mnafanya, ni si data saver yangu bado tu niweke, ni fungu wewe <coughs> <Yeah, Yeah. yeah. laughs> ni safe vizuri, ndio nenda mbali sana, lakini yes. Niwashukuru sana Vodacom sababu wao ndio wanafanya na kuwa na bando na data linadumu kwa muda mrefu zaidi. Hata wewe pia unaweza kujumuika kwenye kundi hili la wajanja la kuwa na bando na data likadumu kwa muda mrefu zaidi, kuweka kitu kinaitwa data saver kwa WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok na eni mtandao wa kijamii ambao ume-download pia, itakusaidia kuzuia video na picha kujifungua zenyewe ambazo zinatafuna hiyo bando ama data katika simu yako. Of course, kumbuka ya kwamba umezima data kabla ya kuweka salio jipya, na kisha nunua kifurushi cha data lisiweze kutumika nje ya kifurushi ya kile data ambayo umeidhamiria Wanaitwa Vodacom. Hawa jamaa wanakuwezesha kupata elimu nyingine nyingi kupitia Vodatube. Tembelea website inaitwa www vodacom co tz, chagua kitufe cha elimika na Vodatube, ni rahisi like that na Vodacom, of course, pamoja tunaweza. Le wow! le Leo nimemshuhudia bana bosi wangu nani, waumu mdani wa hili jengo akivunja sheria za barabarani. Barabarani kafanyaje? Anatanua. Nimeona bosi katanua. Sheba kweli, sheba sheba kweli, anafanya mambo haya. Ile seni kweli <laughs> Ha, gene, ya Marikani, ya ambuaya, ha, kitoi. <laughs> Jahazi HD kuelekea miaka 125 ya uinjilishaji jimbo la Geita na parokia ya Kome Mhasha Mwaskofu Flaviani Makindi Kasara, askofu wa jimbo katoliki la Geita, akishirikiana na baba paroko Padri Jafet Masaru wa parokia ya Bikira Maria ya msaada wa daima Kome, pamoja na kamati ya maandalizi ya harambee, wanawakaribisha katika harambee ya ukarabati wa kanisa la parokia hiyo lenye miaka 125 na maandalizi ya jubilei ya mia moja ishirini na tano ya uinjirishaji jimbo katoliki la Geita na parukia ya Kome. Harambe hiyo itaongozwa na mkuu wa mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa Saidi Mtanda, na itafanyika siku ya Jumapili, yaani tarehe thelathini mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano saa kumi na mbili jioni ni katika hoteli ya Godi Cresti levo 8 jijini Mwanza, kwani Mungu humbariki yeye atoaye kwa moyo wa ukarimu. Kumbuka, apandaye haba huvuna haba, naye apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Nyote mnakaribishwa na na na wasalimu kwa jina la Star Time, zote ndani, burudani za soka la wababe zote ndani, la liga yenye vijana wa pa Mbappe Yamal. EFL Carabao Cup nayo ndani, wababe wa, wa soka Uingereza: Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal na Manchester United. soka la soka la matajiri, Saudi Pro League nalo ndani, ukimshuhudia Cristiano Ronaldo, Karim Benzema na Sadio Mane. Bundesliga na Copa del Rey nazo kwa Kiswahili ni live kupitia TV3, au kwa Kiingereza kupitia channel zote za michezo za StarTimes. Lipia sasa kifurushi cha mambo kwa shilingi 1017 kwa antena au kifurushu cha smart kwa shilingi 2023 kwa dish, au jiunga leo kwa bei ya punguzo dekoda ya antena pekee kwa shilingi 2025 au dish full set kwa shilingi 1056 tu, huku ukilipia kifurushu ukipendacho kwa mwezi. Zote dani tukiwa tunajiandaa kuzipokea sikukuu mchongo pesa, tunatambua shamra shamra zinaambatana na mahitaji ya fedha. Ndiyo maana tumetenga milioni mia tano ya fedha na zawadi kwa watanzania kwenye mchongo sikukuu ushindi wa fedha kwenye vipindi utaenda sambamba na furushi la cloud package lililosheheni mchele, vinywaji, nyama na vocha ya kufanya shopping ya nguo kwa familia. Kubwa zaidi ni sikukuu jackpot, ambapo kwenye kila siku ya sikukuu tutatoa milioni 30 kwa mtanzania mmoja. Cheza sasa kwa buku tu kwenda namba ya kampuni tatu mbili moja tatu, tatu, tatu. Kumbukumbu namba andika neno pesa. Ushiriki ni miaka kumi na nane. Uchezaji ni kiasi na wasalim kwa jina la Star Time, zote ndani, burudani za soka la wababe zote ndani, la liga yenye vijana wengi Mbappe kule Lamine Yamal nayo ndani, kuwashuhudia wababe wa soka Uingereza, Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal na Manchester United, big nalo ndani, ukimshuhudia Cristiano Ronaldo, Karim Benzema na Sadio Mane, Bundesliga na Copa del Rey nazo kwa Kiswahili ni live kupitia TV3 zote za michezo za Star Times. Lipia sasa kifurushu cha mambo kwa shilingi 1017 kwa antena, au kifurusha cha smart kwa shilingi 1023 kwa dish, au jiunga leo kwa bei ya punguzo dekoda ya antena pekee kwa shilingi 1256 tu, huku ukilipia kifurushu kipendacho kwa mwezi yau yau. Konde ni kwako, konde ni kwako, konde ni kwako wanabuku, ama milioni kwa buku wenzao. Haya, tuende basta Chinda, mara nyingi uweza hivyo. Kushiriki ni rahisi sana, tuma sasa shilingi elfu moja kwenda 111, kumbuka namba 255 au weka neno konde kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0659070070. Vigezo na masharti upo wazi kupokea na kusajili kazi uliyoifanya mwaka 2024 kwa vipengele mbalimbali kama vile mwimbaji binafsi, kwaya, bendi, mtunzi, mtayarishaji na mwandaaji. Tafadhali tume kupitia www.tanzaniagospelmusicawards.co.tz au unaweza ukapiga simu 0776100100. Mfumo wetu wa upokeaji na uwekaji kazi na kuhesabu kura ni salama kabisa tanzania gospel music award mwaka 2025 imepewa taf na bumaco insurance elwater nhc Nice catering in sumer jkt mahali sokoni kupitia mfumo wake wa spring play na clouds media group wewe mtumishi wa mungu mwimbaji wa nyimbo za injili tanzania